Asante kwa kutufuatilia katika chaneli yetu. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na video zingine zinazokuja. Kungu ni matunda madogo madogo yenye urefu kati ya sentimita tano mpaka saba na upana wake ni kati ya sentimita tatu mpaka tano. Likiwa bado ni bichi linakuwa na rangi ya kijani, na kadri linavyoendelea kuiva hubadilika kuwa njano na mwisho likiiva kabisa linakuwa na rangi nyekundu. Matunda haya siyo maarufu sana na upatikanaji wake unaweza kuwa ni mgumu, ila kutokana na faida zake hizi za kiafya unaweza kupenda kutumia matunda haya na unaweza kuyatafuta. Asilimia kubwa tunda lake lina nyuzi nyuzi na nyuzi -nyuzi, na ndani kabisa kuna gamba gumu lililofunika mbegu ambalo unaweza kulipasua na kula mbegu yake ya ndani. Kungu lina wingi wa vitamini na madini chumvi mbalimbali muhimu mbali kwa afya binadamu. Kungu lina faida zifuatazo kwa afya ya binadamu: ni muhimu kwa wajawazito. Kungu ni moja ya matunda yenye wingi wa folic acid ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa mtoto tumboni kwa mjamzito. Mjamzito anahitaji folic acid kwa wingi kwa sababu inamkinga mtoto kupata matatizo mbalimbali mbali ya kuzaliwa nayo. Usaidia kupunguza uzito kutokana na wingi wa nyuzi nyuzi kwenye tunda la kungu, husaidia kukufanya ujisi umeshiba kwa muda mrefu, itakusaidia kutokula kula ovyo na kukusaidia kupunguza uzito. Husaidia kuimarisha mifupa. Kutokana na uwepo wa madini ya phosphorus, vitamini na madini chumvi mengine kwenye kungu, husaidia kuimarisha mifupa na meno mwilini. Kuimarisha kinga ya mwili. Tafiti zimeonyesha kuwa kungu lina wingi wa madini ya zinki ambayo husaidia mwili kuimarisha kinga yake kupambana na magonjwa mbalimbali. Kuimarisha afya ya ubongo. Katika kungu kuna virutubisho muhimu ambavyo husaidia ukuaji wa ubongo, hivyo inashauriwa matunda haya kuliwa na watoto wanaokuwa ili kuimarisha afya yake ya ubongo. Tiba ya tatizo la choo kigumu. Kama unasumbuliwa na shida ya kupata choo kigumu ukienda haja, matunda ya kungu yanaweza kuwa msaada wako kwa sababu yana wingi wa nyuzilishe ambazo husaidia kulainisha choo. Kudhibiti shinikizo la damu: uwepo wa madini ya potasiamu kwenye kungu yanasaidia kudhibiti shinikizo la damu. Kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu: moja ya faida ya kula kungu, kama utakula chakula chenye wanga kwa wingi ukila na kungu itasaidia kupunguza kiwango cha sukari kinachoingia kwenye damu. Huimarisha afya ya moyo: uwepo mafuta ya siuganda, madini ya potasiamu na protini kwa wingi kwenye kungu husaidia kuimarisha afya ya moyo. Pia madini ya magnesium husaidia kukukinga na shambulio la moyo. Kinga dhidi ya saratani. Tafiti pia zimeonyesha kuwa ulaji wa kungu mara kwa mara unasaidia kuimarisha afya ya mfumo wa chakula na kukinga na saratani ya utumbo mpana. Pia tafiti zimeonyesha kuwa ulaji wa kungu husaidia kukinga na saratani ya matiti. Kama una swali au na chochote ambacho ungependa kufahamu kuhusu sayansi ya vitu mbalimbali, usisite kuniandikia kwenye komenti hapo chini nami nitahakikisha unakifahamu. Asante kwa kuichagua chaneli yetu. Kama bado hujasubscribe, subscribe ili usipitwe na video zingine.